Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla sijakukaribisha niwakumbushe wenzangu ambao tuko hapa na ujumbe huu wafikie wananchi wa wilaya Bariadi wote. Kwa kuwa hii ndio Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa tisa, tunaenda kuianza Oktoba ambao ni mwezi wa kihistoria kwetu tutakapokwenda kushiriki uchaguzi mkuu ikiwa ni takwa la kikatiba na kisheria, maandamano ambayo yanatakiwa kuonekana tarehe hiyo ni kwenda kwenye vituo vya kupigia kura wanafunzi yoye Oye. wanafunzi safi Ayi. kwa wale ambao mmejiandikisha kupiga kura na mmefika umri wa kupiga kura wote wananchi wa Bariadi maandamano yetu tarehe hiyo iwe ni kwenda kupiga kura kuchagua mbunge kuchagua diwani na kumchagua rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hayo ndio yawe maandamano yetu nje ya hapo Wilaya ya Bariadi haitakuwa sehemu ya majaribio kwa namna yoyote. Piga kura, rudi nyumbani au kaa mita mia mbili kutoka kituo kilipo.